Mjadala wetu wa siku hii ya leo ambao unahusiana na ndoa za wa watoto na ndoa za kulazimishwa ambapo tunaitazama Marsabit huko Kenya. Kabla ya kwenda kwenye mjadala wenyewe, tuisikilize ripoti kwanza iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa huko Marsabit, Michael Kwena, inayosema visa vya dhuluma dhidi ya watoto vimeongezeka katika jimbo hilo la Marsabit, na ni kutokana na kile kimehusishwa na ufukara. Idadi kubwa ya wa wafugaji huwaozesha mabinti zao katika umri mdogo kama njia ya kupata mifugo na mali ya kulea familia zao. Umaskini na mila zilizopitwa na wakati zimetajwa kuchangia ongezeko la visa vya dhulma dhidi ya watoto wa kike katika jimbo hili. Familia nyingi za wafugaji huwaoza mabinti katika umri mdogo kama sehemu ya kupata chakula kwa familia na kuendeleza ufugaji kijijini Merile, katika eneo bunge la Laisamis. Mzee huyu tuliyempa jina la Orguba, si jina lake halisi, anaeleza kwamba mabinti huonekana kama kitega uchumi, na hivyo pindi familia inapohisi kushindwa kupata chakula, wao huamua kumwoza. Kwa sababu sasa yule jamii nyingine wako na ng'ombe wako na ngamia wanatuletea sisi, yule familia ambao ni maskini, sasa wako na ule urahisi ya kupeana huyu msichana wao ili wakaweze ku, uh, kuoleka hata wakiwa katika umri mdogo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mamlaka kukabiliana na majanga NDMA, jimbo la Marsabit Guyogo, licha, athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha maafa kwa mifugo pia imechangia hali hiyo. Kushuhudiwa mifugo zikikufa, unajua, inaleta umaskini, inaleta umaskini kwa jamii ambayo walikuwa wanategemea mifugo kwa kila kitu. Kiwango ya umaskini imeenda juu sana. Kwa upande wake mkurugenzi wa idara ya jinsia katika serikali ya kaunti ya Marsabit ana denge amesikitikia visa vingi vya dhulma ambavyo vimechangiwa na umaskini. Bidenge anasema licha ya juhudi mbalimbali kupigwa ili kukomesha dhuluma hizo, bado viwango ni vya kuogofya. Ndoa za mapema zimepungua kwa asilimia hamsini kwa sababu wasichana wameanza kuenda shule na wanaweza kufanya maamuzi ya kibinafsi. Bado tuna changamoto, lakini tunapata misaada ya kuhamasisha jamii kuhusu dhuluma hizi. Watoto wa kike kutoka jamii za wafugaji hapa nchini wameendelea kuozwa bila idhini yao kwa faida ya familia zao maskini. Huku athari za mabadiliko ya tabia nchi ikizidisha dhuluma hizo. Michael Kuena, DW, Marsabit. Asante sana Michael Kwena. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na mkurugenzi wa shirika la kijamii linaloangazia ndoa za mapema la Iremo, Loho Abduba, ambaye anashughulika bila shaka na visa ambavyo vinaendelea huko Marsabit, ambako wanaishi jamii za wafugaji, ni kaskazini mashariki mwa Kenya. Bi Loho, karibu sana katika mjadala wetu huu ili utufafanulie mengi. Naamini kwamba hali ni nzuri hivi sasa Marsabit. Hali ni mzuri kweli, lakini mimi kwa jina Loko Abduba, uh, mkurugenzi wa mkuu wa Indigenous Resource Management Iremo Marsabit, okay. Hali imekuwa mzuri kwa sasa tuko na mvua lakini yale tulipitia ya ukame bado ni kama inaharibu maisha ya watu kwa sababu mifugo walisombwa na ukame wa mrefu wa kama uh, msimo nne mm, ya mvua ilikosekana mm. Poleni sana Biloho, kwa tatizo hilo, ni, um, ni tatizo ambalo katika ripoti ya Michael Kwena pia imegusiwa kwamba e, matatizo hayo ya kukosekana mvua yamesababisha mifugo e, kufariki na watu wamepoteza mali zao nyingi, na hili hasa linatengeneza mazingira ya wazazi kupata fursa ya kuwaozesha watoto wao ili wajipatie mali au wa, wa, wa, wajaribu kuondoa umasikini ambao unawakabili kutokana na, na, na, na, na mvua zilizonyesha eh. Sasa lakini tunataka kupata picha halisi. Tumesikia eh, ripoti iliyotolewa na Bibi Anna Denge ambaye ni mkurugenzi wa idara ya jinsia, yeye yeah, anasema kidogo hili tatizo la watoto kuozeshwa limepungua kwa asilimia hamsini, lakini bado kuna changamoto. Nataka kukufa, kukuuliza wewe, hali ni mbaya kiasi gani kwa, kwa, kwa unavyojua wewe ndoa za mapema bado kupika, kumi, miaka, zi, zi watuana, ni changamoto kubwa katika jamii yetu, huku wasichana wengi wakiolewa kabla ya kufikia umri wa miaka kumi na nane. Ingawa takwimu kamili zinatofautiana, ni wazi wakiolewa kabla ya kufikia umri wa miaka kumi na nane ingawa takwimu kamili zinatofautiana k kwa sababu za kiutamaduni, hofu ya watoto kupata ujauzito kabla ya ndoa. Hiyo inamaanisha kwetu, wasichana wakipata kuingia mambo ya mapenzi mapema, kupata ujauzito, wanapitia maisha magumu, wanatolewa na wazazi. Hawangependa kuona msichana ametupwa nje ya jamii. Mm-hmm. Hata hawezi pewa nafasi kukaa katika makwao wa mama anafukuzu. Ama wazazi wangependa sana waozwe wakiwa wachanga ili wasiwe wa, waadhibiwe. Mm -hmm. Biloho, wakana... Biloho, umezungumzia kwamba takwimu zinatofautiana na umetaja umri wa watoto wanaoozeshwa ni chini ya miaka kumi na nane, lakini unasema wanaozeshwa hata chini zaidi, katika viwango ambavyo vina, vina, vinatisha. Mtoto ambaye umemshuhudia wewe ameozeshwa katika umri mdogo kabisa, aliozeshwa na umri gani? wameozeshwa katika miaka kumi na nne kumi na tano Kuna wengine kama dadake amefariki, utamaduni inafanya msichana wa hiyo boma tu anaolewa, na mara nyingine inaenda chini kabisa mpaka hata miaka kumi na mbili kumi na tatu wanaholeka. Mm-hmm, na umetaja mila na vilevile vile umasikini, katika ripoti ya Kwena vilevile amerudia hicho hicho kwamba ufukara na mila ndo zinawafanya hawa wazee kuwasukuma watoto wao kwenye ndoa. Nataka na kufahamu katika mila za jamii hizi za wafugaji Rendile na Gabra, mtoto wa kike anaangaliwa vipi? Ana umuhimu kama alivyo mtoto wa kiume, au mtoto wa kike ni kwa ajili ya kuwa kitega uchumi katika utamaduni ya Kirendile, Kigabra, Kiborana? wengi wa Uh, jamii tofauti tofauti katika Marsabit wanachukua wasichana kama wamezaliwa katika hiyo jamii ama familia, lakini ni mtu wa kutoka wa kuenda kuoleka nje na kuleta mahari kwa familia. Kwa mfano, katika Gabra msichana akiolewa, ngamia tatu inaingia hiyo boma na kwa wengine ngamia nane mm huingia -hmm. katika hiyo boma kama mahari mm. Na, na watoto hawa wanapoozeshwa, wanapewa nafasi ya kutoa maoni yao kama wanataka au hawataki au nini wanataka? Ukosefu wa kupinga mara nyingi hutokana na shinikizo na miiko ya kijamii. Wasichana wengi hukuwa katika mazingira ambapo ndoa za mapema zimekubalika na wanaweza kuogopa kutengwa au kuadhibiwa ikiwa watapinga. Wanaadhibiwa sawa, sawa. E, aidha ukosefu wa elimu na kuelewa kuwafanya wasiwe na vifaa vya kuteka kutetea haki zao. Sawa sawa, biloko yuko mwenzangu studio hapa amekuwa uh, akifuatilia wasikilizaji wetu wanazungumzia nini kuhusiana na swala hili. Sudi, kuna maswali au kuna maoni ya wasikilizaji kuhusiana na hili? Kuna maoni tu, mm. kwa mfano namwona Thomas Mayunga mwana Loresa Kijita hivyo mm. anasema dhuluma ya watoto wadogo kwa kigezo cha umaskini sio Kenya peke yake mm. hata huko Tanzania kuna baadhi ya wazazi wamekubali binti zao wafanye kazi za ndani mm, au kuuza biashara mijini kujikimu kimaisha, kwa maslahi hayo hayo ya au kigezo hicho hicho cha kile wanachokiita umasikini. Gideon Novat huyu, mm. yupo Kamuri Kagera mm, anasema wanaoozesha watoto wadogo ili wapate mali lazima wachukuliwe hatua, maanake hata nimewasikiliza kwa muda mrefu hapa sijaona mahala ambapo inatajwa hatua au adhabu au serikali imeingia wapi labda Un labda hapa kwa sababu tuna dakika chache, pengine hili tumuulize Biloho. Kuna hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa dhidi ya watu ambao wanaozesha watoto mapema, wazazi pamoja na wale wanaohusika katika kuzitengeneza hizo ndoa? Kwa ufupi kabisa, uh, kifungu cha arobaini na tano kinatambua familia kama kitengo cha msingi cha jamii na inahitaji kulindwa na serikali. Pia sheria ya watoto ya mwaka ya 2021 inasaidia sana watoto wasiwe wanapitia dhuluma na yeyote anaweza kufanya watoto waolete mapema atakuwa na miaka mitatu ya kufungwa. Sawa, na saa pia alipe faini ya mia elfu mia no, mia tano a mm. Asante sana, Biloho Abduba, tumekuelewa. Eh, ni mkurugenzi huyo wa shirika la kijamii linaloangazia ndoa za mapema huko nchini Kenya ambaye eh, amekuwa nasi kutufafanulia namna hali ilivyo huko Marsabit kutokana na tatizo hilo. Tunaumaliza mjadala wetu huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kuwa nasi. DW inapatikana pia kupitia YouTube.